Karibu sana katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina swali, uko wapi kimaisha? Ni swali muhimu sana ambalo kila wakati unatakiwa ujiulize, wewe uko wapi kimaisha? Ni mimi mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Ni swali muhimu sana, uko wapi kimaisha? Usipojua uko wapi kimaisha, kuna vitu unapoteza katika maisha yako. Kwa hiyo ni muhimu sana ili swali kujiuliza, mimi niko wapi kimaisha? Kile kitabu cha Mwanzo tatu tisa, Bibilia inasema hivi, Bwana Mungu akamwita Adam akamwambia, uko wapi? Ni swali la Mungu kwa mwanadamu baada ya kuanguka dhambini au kwa lugha nyingine kupotea njia ya maisha uko wapi? Usi, usipojiuliza ile swali, ni rahisi sana kufikiri kwamba mahali ulipo ndipo mahali sahihi unapotakiwa kuwa. Kwa hiyo hautatoka mahali ulipo utaendelea na hali hiyo, baadaye utajikuta uko kwenye majuto kwenye safari ya maisha yako. Kwa hiyo swali hili ambalo Mungu alikuwa anauliza, alikuwa anauliza si kwa sababu ajui mahali Adamu aliko, bali alitaka Adamu atafakari, kama vile leo anavyotaka wewe utafakari, uko wapi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anataka Adamu atafakari ametoka wapi? Yuko wapi sasa? Na nini kimetokea kati ya hapa na pale? Ni swali la kujirejesha katika nafasi ya uhalisia na neema. Kumbuka, mahali penye neema yako au mahali penye uhalisia wako ndipo mahali ambapo wewe una nguvu na ni mahali ambapo utaketi huku ukiwa umestarehe, huku ukiwa na furaha na amani ya kweli. Uko wapi kimaisha inakupa ufahamu wa vitu viwili. Kitu cha kwanza, inakupa kujua mahali ulipotoka. Ukifahamu mahali kuna ulikotoka kunakusaidia kujua mahali unapotakiwa kuwa, kwa lugha nyingine, mahali penye neema na furaha ya kweli kwenye maisha yako. Kujua mahali ulipotoka inakusaidia kujua asili yako, kwamba wewe asili yako ni ya rohoni na nguvu zako ziko rohoni na si mwilini. Hii inakusaidia kila kikwazo kinapokuja kwenye maisha yako, unakishinda kwanza rohoni kabla ya kukishinda mwilini. Inakusaidia usitumie nguvu mwilini, kwa sababu mwilini siko, sio mahali ambapo ziko nguvu zako. Nguvu zako ziko rohoni. Kwa hiyo watu wakikutukana, watu wakikudharau, watu wakikusema vibaya, haitakusumbua kwa sababu nguvu zako haziko mwilini, nguvu zako ziko rohoni. Kwa hiyo utarudi rohoni, utashughulikia hayo mambo na utapata ushindi ukiwa rohoni, matokeo utayaona mwilini. Yeremia 1:19, Biblia inasema hivi: nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda maana mimi niko pamoja nawe, asema Bwana, ili nikuokoe. Kwa hiyo wokovu haupatikani mwilini, unapatikana rohoni. Kwa hiyo hawatakuona kwenye migogoro, kwa sababu wewe utapatikana rohoni ukionekana mwilini tayari ushindi umekamilika kwa hiyo kujua mahali ulipotoka inakusaidia kufahamu kwamba wewe ukuitwa hapa duniani uishi maisha ya kitumwa Yaani, kile kitendo cha kujua tu kwamba mahali ulipotoka kinakusaidia kujua kwamba hapa duniani ukuitwa kuishi maisha ya kitumwa, bali uishi maisha ya kifalme, kwa kuwa asili yako wewe ni mwana wa ufalme. Kwa hiyo ile hali ya kujua tu mahali nilipotoka inabadilisha vitu vingi kwenye maisha yako utaanza kuyachukia maisha ya kitumwa, hautayafurahia, hautayazoea. Ndipo mabadiliko ya kweli yanaanzia, ya hapo kujua kulikotoka. Ni kitabu cha Ufunuo ule mlango wa tano na wa kumi. Biblia nasema hivi ukawafanya kuwa ufalme na makuani kwa Mungu wetu nao wanamiliki juu ya nchi. Kwa hiyo kwa asili wewe ni mmiliki, wewe ni mmiliki. Kwa hiyo hii inakusaidia ndani yako, inakusaidia ndani yako kujua ya kwamba ndani yako kuna nguvu zisizo za kawaida ambazo zinakuwezesha wewe kutawala mazingira yanayokuzunguka kwa lugha nyingine, ile hali ya kujua itawasha nguvu zilizolala ziingie kazini, ili kuweza kubadilisha mazingira yanayokuzunguka ili uweze kuyatawala na sio yenyewe ya kutawale wewe sio yenyewe yaamue aina ya maisha unatakiwa kuishi, ila wewe uamue aina ya maisha unatakiwa kuishi kulingana na asili yako. Kwa hiyo kujua ulikotoka inakusaidia kujua na kuona jinsi upumbavu wewe ulivyoupa nafasi na kuweka mahali ambapo hapastahili kuweka huo upumbavu. Katika dunia hii upumbavu uko mwingi sana lakini nategemea wewe umeuweka wapi? Kwa hiyo kwenye maisha yako, ukiamua kuweka juu, utakuwa mtumwa, watakuonea, mazingira yatakuonea na kadhalika. Sasa kile kitabu cha Mhubiri, Mungu anatufundisha kitu kikubwa sana utasoma kwa wakati wako ule mlango wote, Mhubiri kumi tano mpaka saba Bibilia inasema hivi: liko ba niloliona chini ya jua, nalo ni kosa litokalo kwake yeye atawalai, ambao ni wewe, ya kuwa upumbavu uwekwa mahali pa juu sana, nao wakwasi ukaa mahali pa chini Mimi nimeona mzee Suleiman anasema watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Unajua, upumbavu ukishauweka juu, upumbavu na kufanya wewe kuwa mtumwa na yule ambaye alipaswa kuwa mtumwa kwako, kwa anakuwa mkuu upumbavu. Kwa hiyo kwenye maisha yako usikubali kabisa kuweka upumbavu juu, na hiyo utaifahamu pale tu utapojua mahali ulikotoka, ambapo utaanza kuleta mabadiliko kwenye maisha yako. Uko wapi kimaisha? Jambo la pili ambalo litakusaidia sana wakati unajiuliza uko wapi kwenye maisha ni hili Kujua mahali ulipo sasa. Kujua mahali ulipo sasa, hii ni hatua ya kujiona kwa uhalisia. Unaishi maisha ya kitumwa? Unaishi maisha ya mzunguko? Unaishi maisha yasiyo na uhakika, au unaishi maisha yenye uelekeo unaokupa uhakika wa kufika kule unakotarajia. Swali hili kujua mahali ulipo sasa linakusaidia sana, kwa sababu nikishajua naishi maisha ya mzunguko, ni rahisi kufanya mabadiliko. Nikijua naishi maisha yasiyo na uhakika, ni rahisi kufanya mabadiliko. Nikijua naishi maisha ya kitumwa ni jambo nyepesi kufanya mabadiliko. Kumbuka, nimeshajua nilikotoka, nimeshajua mahali niliko sasa, kwani rahisi kuendea kule nakotakiwa kwenda. Cha kushangaza, watu wengi hushindwa kubadilika kwa sababu hawataki kukubali mahali walipo kimaisha hawataki. Uwezi kubadilisha usichokikubali. Kukubali ni mwanzo wa mapambano mapya. Ukisoma kile kitabu cha Luka 15 mstari wa 10 na 15, Biblia ilikuwa inazungumza habari ya mwana mpotevu. Huyu mwana mpotevu huyu alipewa gawio lake akaenda kupambana huko na maisha, lakini huyu mwana mpotevu aliku alijifanyia tathmini. Baada ya kuona hajielewi, akajifanyia tafakari, wapi nilikotoka, wapi nilipo sasa. Kwa hiyo mwana mpotevu alipotambua mahali alipo sasa, sipo anapotakiwa kuwepo, alifanya maamuzi ya kukataa aina ya maisha aliyokuwa anaishi. Mabadiliko yalianzia hapo, baada ya kutambua kumbe, sio maisha ninayotakiwa kuishi. Haya maisha yanipi uhakika kule ninapotakiwa kwenda? Haya maisha ni ha, mahali hapa nilipo nikiendelea kukaa kwa muda mrefu hapa maanake najiwekea uhakika wa maisha yake iliyo kesho, nikiendelea na hii shughuli ninayoifanya hii, kwa sababu hii shughuli ninayoifanya hainifanyi nitoke hapa, lazima nibadilike. Kwa hiyo mwana mpotevu aliamua kufanya matengenezo kwa gharama kubwa, ili awe pale anapopaswa kuwepo. Akisha kaa mahali pale anapopaswa kuwepo, ataona kule anapotakiwa kufika, atasikia habari za kumsaidia afike kule anapotakiwa kufika, maana yuko mahali ambapo anatakiwa aketi, ndipo penye utulivu na ndipo penye neema ya kwake ya kufanikiwa kimaisha. Na wewe leo fanya maamuzi ya kujifanyia tathmini. Uko wapi? Fahamu ulikotoka, fahamu mahali ulipo, fanya maamuzi, acha kuleta visingizio. Mwana mpotevu wa kuleta visingizio aliangalia maisha yake yeye, wapi alipo, ametoka wapi na wapi anataka kufika. Ikaleta mabadiliko na Mungu alimuuliza Adamu swali hilo, ili apate kumsaidia. Mungu hawezi kukusaidia kama uko tayari kujiuliza hili swali, uko wapi, umetoka wapi, uko wapi sasa, na unaelekea wapi Iti. Itimishe kwa namna hii akusaidi, mtu mwenye ufahamu wa alikotoka na mali alipo, ana uelekeo sahihi wa kule anakokwenda. Kwa lugha nyingine, uelewa wa jana unakupa hekima ya leo, na uelewa wa leo unakuandaa kwa kesho iliyo njema. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze, na Mungu akupe neema ya kufahamu uko wapi kimaisha.